Kuhusiana na maandalizi ya Eid al-Adha ikiwa ni siku kuu ya pili kwa ukubwa katika kalenda ya Kiislamu na huadhimishwa takriban siku sabini baada ya Eid al-Fitri na inajulikana pia kama siku kuu ya kuchinja ambayo huadhimishwa siku ya tatu ya Hija, ambayo huangukia pia tarehe ya kumi ya Dhul Hija, mwezi wa kumi na mbili na wa mwisho katika kalenda ya Kiislam. Tutafahamu zaidi kuhusiana na nini ambacho unapaswa kuzingatia na kufuata katika maandalizi haya, tukiwa na Maalim Husein Husein ambaye ni mhubiri wa dini ya Kiislam. Karibu sana, Maalim. Asante sana. Asante sana, karibu sana. Na pengine tuanze pia kwa kupata ufafanuzi zaidi uh, kwa kifupi kuhusiana mm na Eid al-Adha na mm, maana yake pia katika Uislamu. Bismillahi Rahmani Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Uh, thumma amma ba'du. Naam, asili ya Eid al-Adha au Eid an-Nahr, bi maana udhiyah. Hii kwa maana ni sikukuu ya kuchinja. Aa, asli ya sikukuu hii ni wakati Allah tabaraka wataala alipoweka utambulisho kwa viumbe vyake au kwa viumbe wake, kwa maana alipokusanya roho zote kabla Adamu hajaumbwa hmm. hapa ni Adamu bado ajaumbwa, huu ni ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alikuvikusanya viumbe vyote, kwa maana roho zote alizikusanya pamoja kwa lengo la kuwatambulisha, na akawaambia alastu birabbikum, kwamba mimi siyo mola wenu. Qalu mm. wakasema wale bala anta rabbuna, wewe ni mola wetu. Hapa ilikuwa ni siku ya utambulisho. kwa, kili, kwa Kiarabu tunasema yaumu arafa yaumu yaumu arafa yani, siku Allah tabaraka wataala anawatambulisha e, viumbe vyake, na hili alilisema Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallama, katika hadithi ambayo ameweza kuiandika alimamu Ahmadi wa ghairuhu min alaima. Mtume asema inallaha tabaraka wataala akhadha almithaka ala dhahri al al adami binamana yauma arafa, kwamba Allah tabaraka wataala alichukua ahadi na viumbe vyake katika mgongo wa Adamu, kwa maana kabla ya Adamu kuumbwa. Yaumu arafa siku ya utambulizo, siku ya utambulisho hmm. Na hii ilikuwa ni mwezi tisa mfungo tatu au dhulhija kwa sisi wa Tanzania. Leo ndio mwezi tisa hapa. Allah tabaraka wataala aliweza kuwafahamisha viumbe roho zote kwamba mimi ndiyo mola wenu, mniabudu mimi E, na hakuna anayeabudiwa zaidi ya mimi. Kwa hiyo baada ya hapo ndio ikawa siku ya kumi ya leo, e, ya kesho ndio siku ambayo kubwa kuliko siku zote kwa mujibu wa kisheria ya Kiislamu. mm -hmm, siku kubwa zaidi ni yaumu nahari, kwa maana siku ya kuchinja ambayo ni kesho, kwa mujibu wa kalenda ya Tanzania na sehemu nyingine. Alafu kuna yaumu e, yaumu yaumuidi lfitri yani katika idi mm. idi kubwa ni hii ya mfungo tatu tatuuba idi ndogo ni ile ya mfungo ya mfungo mosi baada ya watu kufuturu mm. baada ya watu kufunga ramadhani ile ndiyo idi ndogo mm. lakini katika siku bora duniani kwa maana ya mchana ni yaumu arafa siku ya leo ndio siku bora kuliko siku zote kwa mchana siku ya pili ni yaumu Eid ambayo ni kesho. Mtume asema, wama min ayamin afdal, hakuna siku tukufu zaidi kama siku yenu hii ya yaumu Eid. Lakini katika mcha usiku, twafahamu kwamba usiku mbora zaidi ni ule usiku wa Ramadhani mwezi 27 au usiku wa cheo mm -hmm. Na usiku mwingine mbora katika dunia ni usiku wa Nisfi Shaabani mm -hmm. Kutokana na utukufu wa siku hizi, kwa hiyo Tabaraka wa taala alipochukua ahadi na kuweza kuwafahamisha kuwatambulisha umma kwamba yeye ni Mola, utaratibu huu na utukufu huu ukaendelea mpaka kufikia wakati wa baba yetu Adam mm -hmm. alaihi ssalam ikaenda hii mpaka kwa wakati wa Ibrahimu alaihissalam. Ibrahimu alioteshwa na Mola Tabaraka wa taala kwamba anamchinja mwanawe mm. Ile siku ya nane ndiyo aliota, lakini siku ya leo, siku ya tisa, Ibrahimu akafahamu kwamba ile ni amri kutoka kwa Mola wake kwamba amchinje mwanawe Alafu siku ya kumi ambayo kesho, mm. ndio akamchinja mwanawe kwa maana akaazimia kumchinja mwanawe. Sasa wakati anataka kumchinja mwanawe Allah tabaraka wa taala asema wafadainahu bidhibhin adhim, tukamkomboa yule Ismail kwa kichinjo kitukufu mm -hmm. baada ya kuchinjwa Ismail akachinjwa kondoo kutoka peponi. Hapa sasa ndio ikaasa rasmi, ni asili ya idi lnahari au Eid al-Adha al au bimaana udhiya idi ya kuchinja, kuchinja. Mm. ni na sunna ya baba yenu Adam mm. alaihi salam, ambayo pengine na faida gani kwenye maisha ya mwanadamu? Naam, mm. kuchinja kwa mwanadamu kwa maana kwa anayechinja kuna faida nyingi sana na ni za ajabu sana mm. lakini Mtume sallallahu alaihi wasalama alipoulizwa na masahaba huku kuchinja huku kuna maana gani kuchinja? Mtumi akawambia ni sunnatun abikum Adam, ni sunna ya baba yenu Adam. Lakini mtumi akaendelea akasema, kwa kila nywele moja unywele mmoja, hmm. au ngoya moja ya yule mnyama unayemchinja unapewa thawabu. hmm. sijui mnyama na nyonga ngoya ngapi? <laughs> ni nyingi sana <laughs> lakini imekuja hmm. riwaya nyingine tuambiwa kwamba uh, kila nyoya moja unafutiwa dhambi kumi, unapewa thawabu kumi. mm -hmm. Lakini nyingine Mtume sallallahu alaihi wasalama anamwambia mtoto wake Fatima, ya Fatima kumi Fatima, simama simama mm -hmm. ushuhudie kichinjo chako hichi, amwambia fainna, hakika kila tone moja la damu linalomwagika katika ardhi hufutiwa madhambi yako yaliyotangulia, kwa yule anayechinja, anayechinja kila Mm. Tone moja la damu linalo mwagie katika ardhi, Mungu anafuta madhambi yako makadhi salafa yaliyo mm. tangulia. Na nani ambaye analazimika kuchinja? Pia anayelazimika ni yule ambaye mwenye uwezo, mwenye uwezo wa kuchinja analazimika kuchinja. mm -hmm. na Mtume sallallahu alaihi wasallam ilifikia tu akasema aliyekuwa na uwezo na hakuchinja basi mm -hmm. asije katika kumswali kwetu n yani, asije msikitini kwetu. Ina maana kwamba kuna umuhimu zaidi lakini kuonyesha kwamba kuna umuhimu zaidi wa kuchinja. Mtume sallallahu alaihi wasalama alichukua kondoo wawili alichukua kondoo wawili, akamchukua mmoja akamchinja akasema bismillahi wa allahu akbaru, alafu akasema an muhammadi wa ali, wa ali baitihi Yani wa kwanza akamchinja akasema ni wangu mimi Mungu namchinja huyu mm. lakini huyu ni kwa ajili yangu mimi na watu wangu wa nyumbani. Alafu akachukua mwingine sasa, akamchinja akasema bismillahi wa Allahu akbar akbaru mm. an ummati au an muhammadi wa ummati. Mwingine akamchukua akasema eh, kwa jina ya Mwenyezi Mungu, Mungu mkubwa namchinja huyu, Mungu kwa ajili yangu mimi, lakini na katika umati wangu yule ambaye hana uwezo wa kuchinja nimemchinjia huyu. Ina maana yule ambaye hana uwezo wa kuchinja leo na ana nia ya kuchinja, basi aelewe kwamba tayari ameshachinjiwa na yeye, kwa utukufu wa siku hii anafutiwa madhambi yake yale yote ya ya uh, pia na mimi unisaidie uh -huh. uh, anayepata thawabu ni yule ambaye amefanya kitendo cha kuchinja no. Ama yule ambaye amedhamiria kutoa sadaka kwa mfano mm -hmm. Uh, wewe nyumbani umeamua, uh, pengine kuchinja bambuzi kadhaa no. Ama ng'ombe kadhaa no. Lakini kile kitendo hujafanya wewe. mm -hmm. Umemchukua pengine kijana wako ama mtu mwingine no. mm -hmm. Nani hapo ambaye mwenye thawabu, wewe ambao umetoa sadaka no. Ama yule alikuja kufanya kile kitendo cha kuchinja? mashallah mm -hmm. Swali zuri sana. Kawaida katika Uislamu yule anayefanya kitu mm -hmm. alafu kuna mtu akamshawishi akafanya kitu mm -hmm. au mtu akafanya kitu hicho kwa maagizo yake yeye mm -hmm. hawa wote wawili wanapata thawabu. Mfano hai mama, upo katika upande mwingine wa dini mm -hmm. Mwenyezi Mungu wa kuhifadhi mm -hmm. ikafikia hatua mimi nkakushawishi hapa ukaingia katika Uislamu. Mm -hmm. au ndugu yangu uko upande mwingine nkakushawishi mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uingie katika Uislamu. Sheria inasema mm hivi -hmm. wewe ukiingia katika Uislamu unafutiwa madhambi yako yote, alislamu yajubu maqablahu ma uislamu, mm -hmm. yajubu yamuhu, unafuta yale ambayo mtu aliyafanya kabla hajaslimu. mm -hmm. anakuwa mweupe, hana dhambi mm -hmm. hata moja Hmm. Sasa mimi niliyeshawishi kukufanya wewe usilimu na mimi pia nafutiwa madhambi yangu yote, sina dhambi hmm. hata moja. hii yatufunza vipi? hii yatufunza kwamba sisi Waislamu au watu wana haki kuchukuliana kwa amani na upendo hmm. inawezekana yule unayemuona hayupo sahihi akawa sahihi zaidi baadaye, au akufanya yeye akawa sahihi zaidi kwa hmm. hiyo. huyu ambaye atakayempa mtu pesa ende akachinje hmm. yeye ana thawabu zake zile zile na huyu ambaye alitekeleza hilo swala la, la uchinjaji kama kutumwa na pia ana thawabu hivyo hivyo. mm -hmm, kule haji ambao wamehiji eh, jana wameweza arafa. mm -hmm, leo wale wanachinja. mm -hmm. lakini kuchinja kule hawachinji wao bwana Kami. Pesa zao washazitoa wa tayari huko kabisa. <laughs> Watu wanachinja huko shakuchinja wale wanyama wale ndio wanachukuliwa wanakuja huko Afrika wanakwenda Asia huko hmm. mnafahamu hivyo hmm. Nah. Lakini walewale hawagusikisu kamwe sababu zao wanapata vile vile. Na, na Maalim, kwa upande sasa wanawake, kwa sababu tunafahamu wao hawachinji moja mm -hmm. kwa moja wanapataje thawabu katika hili? Mashaallah, kwanza kwa, kwa, kwa, kwa jambo la bu, busara nilifahamishe. mm -hmm. Watu wengi wanafahamu kwamba mwanamke haruhusiwi kuchinja. mm -hmm. Lakini la la hasha, si hivyo. Mwanamke naye pia anaruhusiwa kuchinja. mm -hmm. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mujibu wa hadithi ambayo ameandika Imam Bukhari, alikula mnyama aliyechinjwa na mwanamke. Unafahamu. mm -hmm. Alikula mnyama mwana aliyechinjwa mwana mwana. na na mwanamke Allah asema ul ina salati wa nusuki wamahayaya wama, yani hakika kuswali kwangu asema Muhammad. mm -hmm. na kuchinja kwangu. Ina maana kila mwislamu anawajibika kuswali, lakini pia anawajibika kuchinja. mm -hmm. Kwa hiyo wanawake, mama wanaruhusiwa kuchinja, lakini katika mazingira, la, mazingira yoyote yale mm -hmm. akiamua achinje yeye taban, akiamua achinje mme wake taban Hmm. Lakini tujalie kwamba yeye mwanamke hakuchinja labda hmm. E, anapata vipi thawabu hizi? Thawabu anapata, anaweza akatoa pesa akanunuliwa mnyama hmm. Akapata thawabu zake kwa Allah Tabaraka Taala, mwalimu. Uh, kuna wale ambao wamefunga jana uh, na leo wako hija na wengine watafunga leo na kesho watahiji. Uh, utofauti huu kuna namna yote ile, uh, kunaweza kuna kukawa na usawa pia katika uh, kile ambacho kinatimia Uh, uh, kwanza nashukuru kwa tofauti hii kwa wale ambao labda walifunga wali jana kwamba kwao ni Yom Arafa mm -hmm. na kuna ambao wamefunga leo leo ndio Arafa kesho ni Eid mm -hmm. waliofunga jana leo wali ndio Eid kwao uh, tofauti hii ni kama tofauti ya, ya, ya, ya kuzama kwa jua kama tofauti ya mm -hmm. kuzama kwa jua, kwa jua na kuchomoza kwa jua mm -hmm. Uh, kuna watu jua linazama kwao, jingine kwingine jua linachomoza mm -hmm. Kuna watu wana magharibi Dar es Salaam, wana magharibi labda sa e, Amerika wao inakuwa ni, ni mchana asubuhi inayokuja. Tumeelewana sasa, eh? mm -hmm. Wataalamu watuambia kwamba uh, tofauti ya matlai, machomozo ya mwezi, hawa wameona mwezi na wale hawakuona mwezi, ni kama ilivyokuwa tofauti ya jua kuchomoza sehemu fulani mm. Sehemu nyingine ikawa jua lile bado halijachomoza. Lakini huu uh, mgogoro ulikuwa ni wa muda mrefu sana. Wenzetu wale wa Saudia Saudia, kule mashehe wa Saudia, miaka ishirini iliyopita wale walikaa kutaka dunia nzima ifunge siku hii moja mm. na ifungue siku mm. moja, kwa maana jopo la wataalamu wa elimu ya dini walikusanyika kwa pamoja miaka 20 iliyopita, walipokaa, lengo lao ni nini? Watu wafunge siku moja, wafungue siku moja. Walipokaa wakaangalia sheria, hadithi, aya, kauli za maulama, kiasi, wakatoka na azimio moja wakasema hivi, fama ya da'il qailuna min uyub itihadi fi yawm as-sawm wal iftari mukhalifun lima jaa shari'an wa aqila yale ambayo wanaoyadai wale wanaotaka dunia nzima wafunge siku moja wafungue siku moja, madai yao haya mm, yanaenda kinyume na dalili za kimaandishi aya pamoja na hadithi na ijimai na dalili za kiasi za akili. Walisema hivyo na wao ndo wakatoa maelezo kwamba kila watu watafunga na kufungua kwa mujibu wa sehemu yao. Kwa, umu, kwa kuona mwezi kwao na yaumu arafa inapatikana kwa mujibu wa mwezi kuandama. Mwezi ukiandama tu hesabu moja mbili tatu nne mpaka tisa, wajua ni arafa. hmm. Hivi ndivyo ilivyo ki, kisheria hmm. kwa hiyo kutofautiana ba, baina ya miji ni jambo la kisheria ama mji mmoja kutofautiana hili ndio halipo katika sheria. mm -hmm. Sasa Maalim, uh, kesho ni siku ya kuchinja. Ni mnyama gani ambaye anapaswa kuchinjwa? Mashaallah, mnyama mm -hmm. anayefaa kuchinjwa ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo mm hawa wanafaa -hmm. kuchinjwa oh, na. Uh, e, ng'ombe anaweza akachinjwa na kushirikiana watu saba, ngamia watu kumi na nne, kadiri kadhiri ya uwezo wao lakini mm -hmm. mbuzi mtu mmoja. kuku hachinjwi mm -hmm. tetere hachinjwi, njiwa hachinjwi mm -hmm. anayechinjwa ni mbuzi na kuendelea. Sasa ikiwa inaelezwa kwamba kuna tofauti kati ya Eid al Adha na Eid al Haj, ni wakati na, gani vinatofautiana yani? Mashaallah, ya Eid al Adha au udhia, na ni mm -hmm. Eidul Haj katika vitabu mm -hmm. vya fiqhi huwezi ukaona kwa maana katika vitabu vya kisheria vya dini mm huwezi -hmm. kuona sehemu imeandikwa Eidul Hajj, huwezi kuona mm -hmm. unaona Eidul Adha, Eidul Fitri ni Eidul Fitri mm -hmm. au Eidul Nahri, kwa maana mm -hmm. idi ya kuchinja idi ya, ya kufuturu, lakini mm -hmm. Eidul Hajj hakuna, na hili limekuja baada ya watu kui, kuinasibisha hii hija mm -hmm. mm -hmm. na idi yaani hija hii na idi kuna watu wana vinasibisha kwa ni kitu kimoja mm -hmm. au saumu ya Arafa na na ukufu Arafa au kisimamo cha Arafa mm -hmm. vitu hivi viko mbali mbali tunaona mm -hmm. kisheria kwamba Eid hii ilifaradhishwa tayari watu afwan, haji ilifaradhishwa tayari watu washakulaidi au wanakulaidi zaidi ya miaka minne nyuma iliyopita mm -hmm. kwa hiyo ni vitu ambavyo viko tofauti, ya Idul mm -hmm. haji hakuna ni Eid al-Adha, idi ya kuchinja, mm -hmm. Idi ya kuhiji hakuna katika sheria, mm -hmm. Sawa sawa. Kwa mm hiyo -hmm. Anayesema kwamba kuna hiji al-Hajj basi mfahamishe kwamba yeah. Hakuna maandishi mm -hmm. katika sheria yanayoeleza kwamba kuna Eid al-Hajj mm -hmm. bali ni Eid al-Adha au Udhiya au Nahari nam. Asante sana mwalimu, kwa kifupi ujumbe wako pia kwa waumini pia na hata wasiokuwa waumini kwa Tanzania kwa ujumla uh, katika kusherekea Eid uh, hii. Mashallah, kesho ni yaumu lidi, ni siku ambayo, siku tukufu, ni siku ambayo watu wanaachwa huru na moto. Ni siku Waislamu na wasiokuwa na Uislamu wa kudhihirisha upendo na amani katika jamii zao. Kwa kuwa ni siku ya amani, Allah anadhihirisha amani kwa waja wake, kwa hiyo na sisi ni haki kudhihirisha amani, kutembeleana na kustarehe katika namna ya kisheria Kuvaa vizuri yote haya yanahitaji katika siku yaidi, mm, ya idi ambayo ni kesho ya umu nahri. Asante sana asante, no, asante sana, tunamtakia mm, pia maandalizi mema na njema. Tunakamilisha hivyo, bila shaka umejifunza mengi pia kuhusiana na sikukuu hii ya Id ya kuchinja, na tulikuwa hapa na Maalim Hussein Hussein ambaye ni mhubiri wa dini ya Kiislam tukizungumzia kuhusiana na maandalizi ya Eid al-Adha